Na tuna riski. Mimi nachukia sana kupita barabarani Tanzania, kwa sababu nchi hii ni kati ya nchi ambazo zinaongoza kwa ajali duniani. Barabara nyembamba, tunatembea usiku na mchana, tunachelewa kulala, tunawahi kuamka kabisa, tuko wapweke, hatuishi na familia zetu muda mwingi kwa sababu ya kujali nchi hii. Kwa mkiona tumefika hapa Mjio, tumekuja kwa sababu tunajali. Mtu ukiona unasikia maumivu kwa ajili yako, bado wewe uko hai na kiona, ukiona unasikia maumivu kwa ajili ya wengine, maana yake wewe ni mtu wa Mungu. Amwona mwenyekiti wetu anapanda kwa shida hapa kiangalia gari yake, taangalia baadaye wakati anaondoka, tamsindikiza ni barabarani, mtaona imejaa matundu ya risasi. Mimi toka nimeingia kwenye siasa sijawahi kushtakiwa kwa kosa lolote la kuiba TV ama kitu chochote, ila nimeenda polisi zaidi ya mara mia, nimeenda mahakamani sikumbuki idadi, nimekwenda magereza sikumbuki idadi, kwa ajili ya watu kwa tunapokuja na ujumbe kwenu mwelewe, hatuko kwenye biashara, isipokuwa tuko katika mkakati maalum wa kusaidia maisha yenu. Kiangalia, kuanzia Lindi kusini huku kumejaa utajiri mtupu, lakini hakuna watu wanaongoza kwa umaskini kama nyinyi. Mama zangu, vijana wenu wako Dar es Salaam, ndio wauzaji korosho na sigara ostendi kule ya Magufuli. Matoka wapi? Mtwara, Mtwara, Mtwara eh? Eh? Watoto hawana hata nauli za kuja kusalimia wazazi huku, wamebaki watu kwenye korosho. Korosho ni bidhaa adimu na muhimu sana, lakini akalieni maisha yenu. Kilimanjaro hatuna korosho, hatuna korosho, hatuna ardhi kubwa kama nyie. Mimi naweza nikapewa urithi na baba yangu shamba haifiki robo eka Laba ni hapa na kwenye ile gari pale, lakini angalau Kilimanjaro ina tofauti. Lakini nyie mna uchumi mkubwa wa ardhi rasilimali, kuliko hata mikoa ya kaskazini. Ni kwa sababu CCM imewafanya kuwa wachinga wajinga kabisa. Sasa mimi nitawaambia jambo moja, kwa nini tunasema no reforms, no election? Sitaki mkariri huu msemo kama fashion ya CHADEMA, nataka mjue maana yake ni nini, na nitaifanya kwa mfano, na huu mfano taanzia hapa chini. Mimi nitashuka chini, wale ambao wamuone kule tabidi msogee hapa. Njoo watu watano. Mheshimiwa mwenyekiti wa kanda, naomba watu watano hapa. Mwanamke ukumbwa, mama njoo, mama njoo, mama mmoja aje hapa. Mama mmoja njoo, mama, mama jeje Naomba na hapa. Watu wengine kama watatu, wanne, watano. Ni hapa wote. Ni mstoki hapa. Ndugu zangu, kwa nini tunasema kama hakuna mabadiliko katika sheria ya uchaguzi tutazuia uchaguzi. Sikiliza tume ya uchaguzi ilivyo, mama. Nitakutolea mfano kama rais Samia, lakini naomba msamaha, wewe sio rais Samia. Nakuomba radhi, wewe ni mtu mwema kabisa. Ndugu zangu, tume ya uchaguzi ikoje? Huyu ni rais Samia anateua anamteua huyu hapa kuwa mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi wa kusimamia nini, uchaguzi. Anamteua na huyu kuwa mkurugenzi wa kusimamia uchaguzi. Huyu ni mgombea wa upinzani, anashindana na Samia. Samia ndio ameteua refari na lazimini tunamwambia Samia, huu uchaguzi hautakuwa huru na haki, kwa sababu refa ni wa kwako, lazima ni wa kwako. Ili uchaguzi we huru na haki, wewe usimteue, lazima ni usimteue refa. Samia huyu ataki, lakini huyu Samia, huyu ambaye ni rais, ambaye ni mgombea wa CCM anamteua mkurugenzi wa halmashauri. Huyu mkurugenzi wa halmashauri ndio msimamizi wa uchaguzi ngazi ya jimbo mpaka chini kwenye madiwani, ndio msimamizi wa Ndanda. Sasa huyu mkurugenzi, nyie mkishapiga kura, uteuzi wake umetoka kwa Samia. Njoo hapo huyu. Ah, Samia ndo amemteua huyu mkurugenzi. Njoo ni watu wawili Alafu huyu mkurugenzi anawajibika, halmashauri zote ziko chini ya mkuu wa mkoa. Huyu ni mkuu wa mkoa, na huyu mkuu wa mkoa ameteuliwa na Rais Samia ambaye ni mgombea. Alafu chini ya mkuu wa mkoa kuna mkuu wa wilaya, ambaye huyu mkuu wa wilaya, huyu mkuu wa wilaya ndiye bosi wa polisi wote paka OCD People. Sasa OCD na afisa wa usalama wa wilaya wanaenda kwenye kamati inaitwa kamati ya ulinzi ya usalama ya wilaya. Sasa huyu mkuu wa wilaya, mkurugenzi kuna anaripoti kwake na mkurugenzi yuko chini ya TAMISEMI TAMISEMI hiyo tunaosema, yuko chini yake anaishi, waziri wa TAMISEMI ni mkwe Rais Samia yani, mchengerwa ameoa mtoto wa Samia, alafu huyu mkuu yuko hapa. huyu mkuu wa wilaya ni mjumbe wa kamati ya siasa ya wilaya ya Chama cha Mapinduzi. hawa wote, hawa wote ndio wanaosimamia uchaguzi wa kumwangusha bosi wao Samia. Inawezekana Ndanda? Mnanielewa? Yani, hawa wote, mkuu wa wilaya ameteuliwa nani? Samia. Huyu ndo anashughulika na askari hawa, anatakiwa eti asaidie Samia kushindwa. Inawezekana? Unakuja mkoa, mkoa huyo anaongoza mpaka RPC, huyu naye pia ameteuliwa na Samia. Wewe ni nani bwana? Huyu mwenyekiti wa tume wat tumi ya uchaguzi ameteulewa na Samia huyo, mkurogezi wa halimashauri ya Ndanda ameteulewa na Samia. Tunamwambia Samia hii huu ni utapeli hapa, hawawezi kusimamia uchaguzi ukawa huru na haki. Piga chini hawa, tuwe na watu huru awataki Unasema no reforms no election. Tunasema hivi, hawa watu wote hawa ni watu wako, na wewe ni mgombea wa Chama cha Mapinduzi, na wote wanalipa mshahara na serikali yako, na wewe ndio unawawajibisha hao wote, OCD OCD DC si, anawaamrisha kwenye kutulinda hapa, wakienda nendeni kitu fulani kaleta sema uchaguzi wa aina hiyo ni wa kiuni wa kipumbavu hatutaki. Kuliko tuingie kwenye uchaguzi wa aina hiyo, tunakwenda kuhamasisha Ndada, tushikane pamoja. Tunataka marekebisho ya sheria na kanuni. Kama hamtaki, siku hiyo badala ya kwenda kupiga kura, tutafanya maandamano ya amani ya kuzuia uchaguzi. Ndio maana ya no reforms no election, kwamba kama hakuna tume huru ya uchaguzi hakuta kuwepo na uchaguzi. Sasa sikiliza, baba kwa toli mama shukenti baki wawili wao wanatishatisha wametuna sana, wewe baki hawa njoo hapo sasa. Huko chini kwenye kata anayesimamia uchaguzi ni mtendaji, ni nani? Huyu mtendaji anawajibika ana kwa mkurugenzi wa almashauri ya Ndanda, si ndio? na mtu anaitwa nini? Wakala. Mimi ni wakala, nikisimama kusimamia kura ya Lisu natakiwa mimi niapishwe na mheshimiwa Lisu, usiniapishe wewe mkurugenzi. Nipewe barua na kiongozi wangu wa chama niende kituoni, inapaswa. Kwa hiyo sasa, mimi naambiwa hivi nitaenda kula kiapo kwa mkurugenzi ama hakimu, nikisha kula kiapo, anayepeleka majina kwenye vituo vya kupigia kura sio mimi ni mkurugenzi. Sasa Arusha mjini kuna vituo elfu moja ya mkini ana Ndanda kuna vituo mia nne ya mkini. Mkurugenzi anachofanya, anapeleka majina kwenye vituo mia mbili, anachelewa kupeleka majina kwenye vituo mia moja. Kwa wakala akienda kwenye kituo shule ya msingi Ndanda, mtendaji huyo anamwambia hivi, jina lako halipo, huwezi simama kituoni. Huyo akianza kupiga kelele mtendaji amepewa amri, msimamizi wa uchaguzi amepewa amri ya kuita afande. Afande anaitwa anaambiwa, mtoe huyo, anafanya fujo. Unawekwa kwenye ndova, unapelekwa polisi, kituo kinabaki wazi, wanakuja na kura za wizi wanazingiza. Sasa maana yake nini? Kaeni, asante. Maana yake nini? nisikie kwa makini hatutafuti tume huru wa uchaguzi ili mimi niwe mbunge ama mheshimiwa Lisu awe rais kabisa. Mimi nimekuwa mbunge miaka kumi, nafikiri miaka miwili nimekaa jela, mwaka mmoja nimekwenda mahakamani mfululizo. Mimi nimeshawahi kwenda mahakamani kila mwezi mara nne, mwaka mmoja mfululizo mpaka elfu mbili na ishirini tulipoamua kukimbia nchi tulikuwa kwenye malengo ya kuuawa. Mheshimiwa Lisu akakimbilia Ubelgiji, mheshimiwa nami nikasikia sauti ya Bwana, Lema mchukue mama na mtoto wende na Ndanda, mgefanyaje eh? misio moga mi nisikia sauti ya Bwana mesikia bwana unatafutwa nikabishibishi kama mke wangu bana na taarifa, si hapa, eh? na taarifa yangu sio zuri hapa. Mimi sikutaka kufanya mizaa kwa sababu niliona kaka yangu alivyofanya eh? Uweze kujaribu kujipiga risasi afu useme baadaye nione kufa unajisikiaje? Utaona unavyojisikia sababu utakuwa umesha kufa. Kufa uta, uta, uta basi sauti ya Bwana ikanijia. Lema, mchukue mama na mtoto Wende naye mpaka nchi nitakayo kuambia ukae huko mpaka nitakapokuita. nikasikuaabonamiama Enda nika kimbia kafika pale Kenya boda Bisili, Magufuli akashtukia kapigwa simu Uhuru wakatuma makomando wakanishika, kapelekwa polisi Kajiado, kaenda nikafungiwa kwenye hoteli moja mpaka kesho yake. Roho bwana akaendelea kusisitiza usiogope, niko na wewe mpaka nchi niliyokuonyesha, oh, eh? Eh? Sindio? nikaenda mpaka Canada huko, hata eh? mke wangu na mtoto wangu bado wako Canada, na wanawaambia ningekuwa na uwezo mimi wa kuchukua watoto wenu wote nyi wote nyi waende Canada, ningefanya hilo jambo. Wangesoma vizuri, wangetibiwa vizuri, wangejaliwa vizuri, hapa tungebaki wanaume tupambane na hawa majamaa. Nimekaa kule sauti kanijia tena, Lema yule aliyekuwa nataka roho yako, na mama yupo tena, yuko Chato. Sasa, People, unaweza kurudi uende katika mikoa yote Lindi, Mtwara, Ndanda, ukahubiri injili ya ukombozi leo. Niko hapa, Mungu huyo. Sasa nawambia ni nini, Ndanda nini maana ya uchaguzi huu? Sikiliza huu, masikini wenu nisikiliza kwa makini, ndugu zangu, umesababishwa na Chama cha Mapinduzi, sio Mungu. Israeli ni jangwa, jangwa kabisa, jangwa. Kuna wakati wananunua udongo wa Afrika wanasaga mawe kwa wanachanganya wapate udongo wa kulima. Israeli ni kati ya nchi kumi zinazouza matunda katika soko la dunia. Waarabu ni jangwa, wanakaa miaka Waarabu wanauza ngano, wa Afrika jangwani wanalima ngano. Ninyi mnaweza kulima kila kitu, mnaagiza asilimia sitini mpaka sabini ya chakula kutoka nje. Upuuzi e, inayotumika kuagiza vyakula nje. Ela hiyo ingebaki kwa wakulima hapa, kila familia katika mikoa ya kusini ingekuwa na maisha bora. Tunapoongelea maisha bora, sio hizi nyumba zenu za majani. Nimezunguka leo Lindi yote mimi, asubuhi nimeshakuja kama mara nne Lindi leo. Nilipoamka nikamkuta mwenyekiti ayupo alipokuwa amefikia, nikasema ngoja ni explore Lindi nzima. Lindi ina majengo ya kale, Mheshimiwa Mwenyekiti, yale majengo kama yangeweza kuhifadhiwa ungekuwa ni utalii mkubwa kuliko utalii wa mlima Kilimanjaro. mwaka utalii wa Maroko ni bichi bahari na nyumba za kale. Lindi wanavunja nyumba za kale, kuna bahari, kuna bichi. Nchi hii ina mbuga za wanyama nyingi kuliko nchi yote duniani, ina mlima Kilimanjaro ina, ina bahari kubwa, Lindi Mtwara na samba gamoyo Tanga utalii kupokea watalii milioni kumi kwa mwaka hakuna mtu ataweza kurusha barabarani sababu mtalii mmoja anahudumiwa na wastani wa watu watatu maanake watalii milioni kumi utahitaji ajira milioni thelathini nchi hii ina watu milioni sitini na saba ukichukua watoto to hata milioni ishirini na tano maanake kila mtu angeweza kuajiriwa kwa soko la utalii peke yake ila tunaongozwa na wachinga nimeangalia Lindi nilikuwa nawapiga picha nawapigani picha pigani picha picha piga ni picha Tanga hivyo hivyo, huku mna bahari. Eti unakwenda Lindi, baharini ndio kuna nyumba za majani. Marekani, nchi yote duniani iliyoendelea mahali ambako kuna bahari huwa wanaishi mabilionea. Ajua nye mnakimbilia uko sikuhzi kupaka mafuta mtapaka paka wili, mtatoboa tanga? Tangazo Ndanda nabii kabambe yule ambaye analeta mpasuko na mapasuko na mafanikio ya kifedha hatakuwepo, cona mafuta yako ombee Wake nyewe na wajoni ndio mnaendaga sana huko, mimi sina mke na mama wangu mnaiba mpaka mashati yetu, mna bracket yetu ya ombewe, tutulie kwenye ndoa, tunatulia kwenye ndoa kama kuna shababu. Ah, msema yeye kila baba, mtafunga pepo la umaskini, haki ya Mungu alitoke kitu la kufunga hapa ni CCM, na tunadharau kuna uchaguzi, ukiwa na ukiwa na uchaguzi bora unakuwa na serikali inaogopa ushindani. Ukiwa na serikali inaogopa ushindani maana yake nini? Serikali itaanza kufikiria umma na watu. Sasa hivi hawashimu nye, ndio maana kila mbunge au mwanaume auaimu mama, mama, mama. namshukuru ma mama, mama, namshukuru mama, mpiga ngumi mama mimi na namba za mawaziri karibu wote wote, mpaka waziri mkuu wenu hapa, eti picha aliyoweka kwenye profaili yake ni picha no ya Samia, ana mke ana familia uoga. Ukiangalia wambunge wenu, tafuteni picha ya bunge wenu kwenye profile. Utakuta amemweka mama kila saa, jemadari mama anaupiga mwingi mama yenu, huyo ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa nini ambao anatakiwa kuwajibika kama rais. Akikosea akosolewe kama rais, akikosea aonwe kama rais. Leo leo nyie, kwa nie, kwa nini nyie amwonekana watu wa mali? Eti shule inakuja kujengwa Ndanda, alafu mbunge wa mkua anasimama anasema tunamshukuru mama. Wewe mnamshukuru mama kafanyaje? Sikiliza, sikiliza Ndanda, Ndanda maskini ukiona Rais Samia amepaka wanja na lipstick, akapendeza yuko kwenye gari akapendeza. Ile pesa siyo yake, ile pesa ni kodi ya wananchi. Yeah! Wewe ndiye unayemlipa waziri mkuu mshahara, wewe ndiye unayemlipa rais mshahara, wewe ndio unamfanyia rais Samia akae mezani, chakula anachokula leo mchana ni kodi yako, sio biashara yake. Mnajua duka la Samia ni mnaju niye ndio mnalipa kodi. Sasa ili kodi yenu heshimike na niye mheshimike lazima tulazimishe kuwa na uchaguzi wa haki. Ukiwa na uchaguzi wa haki, tutakuja kushindana na sera kweli. Sasa hivi CCM wanajua wanaweza wakapita kwa kutumia mtutu wa bunduki, siku wakijua watapita kwa kura, wananchi. Maana yake mamlaka ya utawala yatarudi kwa wananchi, mamlaka ya utawala ya kurudi kwa wananchi, mtashangaa huko ndani, huko zajengwa barabara za ndani, kwa sababu nyie mtakuwa na mamlaka kuliko serikali. Sasa hivi serikali ina mamlaka kuliko nyie, lakini kwa mujibu wa katiba serikali inatakiwa kuwa chini ya mamlaka ya wananchi. Wewe ni kiongozi, wewe ndio bosi wa rais, wewe ndio bosi wa OCD, wewe ndio bosi wa mkuu wa mkuu wa wilaya sio bosi wako. Siku hizo wakuu wa wilaya wa nchi wanatembea wamenyanyua mabega juu, kama wao ndio mabosi wenu, wakati nyie ndio mmeweka madarakani. Sasa uchaguzi huru utapunguza ubabeshaji. Tukienda Arusha mjini, si sehemu ikashiriki, CHADEMA ikashiriki uchaguzi ukawa huru, atakayeshinda yote, mtakuwa na wabunge wengi bungeni, ujinga wa ndio ipita hiyo, ndio sawa so, Majaliwa aso, ashone suti nyeusi ndio huu nyingi utapungua kule bungeni. Sasa hivi haupungui kwa sababu wote wanafikiri huruma ya rais itaelekeza nani awe mbunge kule jimboni. Namna ya kukata hayo mambo ni moja tu, lazimisha uchaguzi huru. Ndio sababu tunasema no reforms, no election, kwamba hakuna mabadiliko ya kanuni, sasa hii kazi itakuwa na magumu sana. Atakuja kuongea Mheshimiwa mwenyekiti Kazi hii tuifanye ndugu zangu, mmeona nimevaa tisheti hii imeandikwa tonetone. Chama chetu kimezindua programu maalum ya kutafuta michango midogo midogo kwa wananchi midogo midogo kwa wananchi, hela ndogo ndogo, tukipata watu milioni moja nchi nzima wakati mtakuwa mnatupa shilingi milioni mbili. Hii mnaona mheshimiwa mwenyekiti yuko hapa mimi niko hapa. Ni michango midogo midogo watu wanatoa shilingi elfu moja shilingi elfu mbili kwa namba ya M-Pesa. Sasa nataka na upitishe kwenye process ya namba ya kujiunga ili uchangie namba uchangie shilingi elfu moja elfu mbili elfu kumi elfu ishirini. Sasa kwa sababu hakuna muda naomba niwape namba ya M-Pesa. Ni sawa jamani? Kila mtu achukue simu aandike namba ya simu ya M-Pesa CHADEMA. Kila mtu achukue namba ya simu andika sifuri saba nne nne arobaini nne, andika. Msipoandika huu mkutano wa mwishimua mwenyekiti ahadi hapo. Sifuri saba nne nne arobaini nne sita tisa sita tisa. Naomba rudi, kila mtu andike namba. Ndugu zangu, msipuuze michango yenu inafanya kazi kwa nyepesi sana, maanake ni, maanake ni, ninawaambia watu laki tano tu wakiitikia kampeni kila mwezi wakatoa shilingi elfu moja shilingi elfu mbili watu laki tano wakitoa shilingi elfu mbili ni bilioni moja kila mwezi. Hatuna pesa, mnafahamu wafanyabiashara wakubwa wanatukimbia kwa sababu ni machawa wa serikali ya Chama cha Mapinduzi. Tunahitaji pesa ndogo ndogo kutoka kwenu elfu moja mia tano. Wapiganaji, makamanda wenzangu, masela, wakina mama, msiache kutoa. Sisi tumejitoa sana kabisa, maisha yetu kabisa kabisa, kwa ajili ya kupigania maisha yetu wote kama taifa. Tunaomba sana, iandike hiyo namba kila mwezi, tume elfu moja ama elfu mbili, na iko kanuni nyingine ya kujiunga moja kwa moja.